Yes, guys. Ya, tunaendeleza na series zile za lessons. Kama tulivyoangalia nauni, leo tunaenda kuangalia kipengele cha pili ambacho tunaita tuna ni singular and plural. Kumbuka tunachokifundisha ni hatufundishi vitu vigumu. Lengo kubwa ni kupata wepesi zaidi wa kujua tenses. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia vile vitu ambavyo ni vyepesi ili uweze kuelewa kwa wepesi zaidi. Thank you so much. Singular and plural, neno singular kwa Kiswahili maana yake umoja, na plural kwa Kiswahili maanake wingi. Kwa hiyo singular ni plural, maanake umoja na wingi. Singular hii imefanana neno sana na single, kama neno one, kwa sababu neno single watu wengi sana wanalifahamu single, single moja moja. Lakini singular inamaanisha umoja na plural inamaanisha wingi. Sasa zile noun, tuna tabia ya kuziweka katika umoja na wingi. Yes, zile noun, zile ambazo tulijifunza tulisema, noun ni jina la kitu chochote kile, kwa hiyo noun zina tabia ya kuwepo katika umoja na wingi hata kwa Kiswahili vilevile tuna um, um, um, umoja na uwingi. Kwa mfano ukisema neno kiti kwenye Kiswahili ni kimoja, lakini vikiwa vingi hausemi kiti, vikiwa viti vingi unasema ni viti. Kimoja unasema kiti. Kwa kwenye Kiingereza na pia kuna umoja na uwingi. Sasa na hizi naone zimegawanyika katika vipengele viwili vikuu kuna nouns zile ambazo tunaita countable, alafu kuna nouns zile ambazo ni uncountable. Countable and uncountable. Lakini sasa sisi hapa tutaenda kubezi, tutaangalia kwa wepesi kidogo zile nouns ambazo ni countable. Neno countable maana yake kuhesabika. Count, inatokana na neno count kuhesabika, kwa hiyo nouns zinazoweza kuhesabika ni kama vile peni, chair, dog, teacher, phone, bottle kama unavyoona hapo. Yes. Sasa ili uweze kuweka umoja na uwingi kwenye Kiingereza, huwa tuna tabia ya kuongeza herufi s. Unaongeza herufi s kwenye ile noun ambayo unataka iwe umoja, sio zote, lakini kwa asilimia kubwa, ukiona noun imeongezewa s, basi mara nyingi inakuwa katika hali ya uwingi. Mfano ehe, mfano ukasema neno cat. Cat ni paka kwa Kiswahili, cat ni paka. Paka akiwa mmoja unasema cat. lakini wakiwa wengi utasema cats, unaongeza herufi s. Kwa hivyo japo kwenye kiswahili paka ni mmoja, wakiwa wengi bado utasema paka, kwa sababu kwenye kiswahili wanyama huwa hatuna umoja na wingi. Wanyama tunawaita hivyo, mbwa, mbwa, ng'ombe, ng'ombe, sijui simba, simba. Lakini kwenye kiingereza wanyama wanaongezewa herufi s kuonyesha wingi. Kwa hiyo cat itakuwa cats. Sijui dog itakuwa dogs. Haya, kwenye vitu pia, book kitabu kimoja, vikiwa vingi unaongeza s. Nafikiri unaona hapa jinsi s zinavyoongezwa. Kwa hiyo ili uweze kuweka singular na plural unaongeza herufi s kama unavyoona, yes. Lakini kwa wale ambao watahitaji pia iwasaidie katika kuandika We usually add the letter A, e, S, to pluralize a noun which ends with wc e. Mara nyingi sasa kwa zile noun ambazo zimeishia na herufi hizi hapa uione, kuna hii hapa S, CH, SH ama X ama O. Hizi herufi unaongeza ES. Ukiongeza ES basi, tayari unakuwa umepluralize. Mara nyingi, sio wakati wote, mara nyingi. usiongeze ES peke yake kama ambavyo tulikuwa tunafanya huku juu, hapana kwa mfano box imeishia na herufi x, kwa ili uiweke katika wingi, unaongeza es inakuwa boxes. Watch, saa ni moja, zikiwa nyingi, unaongeza es zinakuwa watches. Match, kiberiti kimoja, vikiwa vingi, unaongeza es inakuwa matches. Kwa hiyo tunafanya kwa namna hiyo hapo, sijui oh. Oh, kwa mfano neno tomato, ili yapo tomato unaongeza es na kuwa tomatoes. Sio zote ila wakati mwingi, kwa sababu zipo zingine ambazo zimeishia na kwa mfano kama hivi, ipo hii ambayo imeishia na o, kabla ya o kuna vowel hapa au kuna consonant? Yani zipo zingine ambazo zimeishia na o lakini tunaongeza s, photo photos; kilo kilos. Yes, hii ni msingi sana katika kuandika, lakini katika kuongea ni ile unaongeza esi kwenye ile singular na plural, ukumbuke vitu ambavyo havihesabiki tunaita uncountable noun. Kwa mfano kama maji water, usije kusema waters. maji hayana wingi, anabaki maji hivyo hivyo, sijui chumvi haina wingi, anabaki chumvi hivyo. Yes, kwa baada ya kujua sasa habari ya umoja na wingi hapo sasa, tutakuwa tumepata msingi mzuri wa kuanza kujifunza kanuni ya tensi. Unajua tense ni nyepesi sana, ni nyepesi mno mno mno uwepesi wa tensi unatokana na ukiwa umeijua vizuri hivi vitu vitatu nilivyokuambia vya mwanzo. Yaani, cha kwanza ni noun, cha pili ni habari ya singular na plural, uelewe kwamba kuna habari ya umoja na uwingi. Kwamba kwenye umoja tunaongeza inakuwa ni plain, lakini kwenye uwingi tunaongeza herufi s kwa hiyo unatakiwa ujue hicho kitu, kisha kijue hicho kitu cha tatu. Sasa tutaenda kujifunza kanuni ambayo itatuwezesha kuzijua tense. Tuna kanuni moja maridadi sana inaitwa shao. Nimekuwa nikizungumza sana kwenye mitandao, nafikiri wewe mwenyewe ni shuhuda. Basi tutaenda kuiangalia hiyo shao ni namna gani ambavyo inaweza kutusaidia kutunga sentence baada ya kujua noun na kujua his subject. Thank you so much, see you in next lesson. Asante sana tutaonana kwenye somo linalofuata. Thank you.